Baadhi ya wafanyabiashara wa vifaa vya umeme wanafanya biashara vizuri, hivyo wanapata faida kubwa. Wafanyabiashara wengine wa biashara ya vifaa vya umeme, hali ni ngumu kwa kuwa biashara zao zinapata hasara. Unafahamu siri ya biashara ya vifaa vya umeme kupata faida? Video hii nitaeleza siri tano za biashara ya vifaa vya umeme kupata faida. Moja kati ya malengo ya kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme ni kupata faida. Yafuatayo ni mambo ambayo inabidi utekeleze ili biashara yako ya vifaa vya umeme ipate faida. Moja ni kuhakikisha unapata wateja wengi. Mikakati ya kupata wateja wengi imegawanyika katika sehemu kuu tano. Kwanza fanya uchaguzi mzuri wa kundi la wateja la kuwahudumia. Mbili, 2 fanya uchaguzi mzuri wa eneo la kufanya biashara. Tatu, fanya mawasiliano mara kwa mara na kundi la wateja uliolichagua. Nne, jitahidi kufahamu aina ya vifaa vya umeme wanavyopenda wateja, na tano, hakikisha unawapa wateja vifaa vya umeme wanavyopenda. Mbili ni kupunguza gharama za kuendesha biashara. Hakikisha unapunguza gharama za kuendesha biashara ya vifaa vya umeme kwa kuangalia mambo matatu: kwanza, ni gharama za kununua vifaa vya umeme; pili, ni gharama za kusimamia biashara vifaa vya umeme na tatu, ni gharama za kununua vifaa na miundombinu kwa ajili ya biashara ya vifaa vya umeme. Tatu ni kuweka mfumo mzuri wa manunuzi ya vifaa vya umeme. Ni vizuri uweke mkakati unaofanikisha matumizi mazuri ya fedha katika manunuzi ya vifaa vya umeme. Unapaswa kufanya utafiti kusudi ufanikiwe kupata vifaa vya umeme ambavyo ni bora, bei nafuu na, na vinapatikana kwa urahisi. Nne ni kutengeneza bajeti ya biashara ya vifaa vya umeme. Ili kuhakikisha biashara inapata faida, ni muhimu utengeneze bajeti ya makisio ya mauzo, matumizi na faida. Hakikisha unatekeleza kikamilifu hiyo bajeti kwa kuhakikisha mauzo yako sio chini ya makisio ya bajeti. Vile vile hakikisha unadhibiti matumizi yasizidi makisio ya, ya bajeti ambayo umeweka. Tano ni kutengeneza hesabu za biashara ya vifaa vya umeme. Ili kufahamu kama biashara inapata faida au hasara, inabidi utengeneze hesabu za biashara. Hesabu za biashara zitaonyesha kama, moja, biashara inapata faida au hasara; mbili, mtiririko wa fedha wa biashara ni mzuri au ni sio mzuri; tatu mali za biashara zinaongezeka au zinapungua. Nne, madeni unayodaiwa yanaongezeka au yanapungua, na tano, mtaji wa biashara kama unaongezeka au unapungua. Nimefika mwisho wa video ambayo inaeleza siri tano za jinsi biashara vifaa vya umeme inaweza kupata faida na kuomba uendelee kuangalia video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.